Yani, kama hujapata mafua hadi sasa hivi, i'm telling you, wewe ni legend <laughs> So yani, kumekuwa na mafua mengi na kuna jinsi ambavyo mtu anaweza kuwa anajiuliza kwa nini. Yani wazi sasa hivi mafua ni mengi, almost kila mtu ana mafua. So mojawapo ya sababu ni hizi mabadiliko ya hali ya hewa, kukiwa hivi na mvua uh, mvua, jua. Mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha kinga ya mwili inashuka kidogo na kwa sababu hiyo inakuwa rahisi kushambuliwa na virusi vya mafua hivi. Unajua kwamba virusi sio, okay, ukimwi tu jamani? I hope rafiki yangu unajua virusi vinaweza vikawa vya mafua, vinaweza vikawa vya ugonjwa mwingine. So um, kinga ikiwa imeshuka inakuwa rahisi wewe kushambuliwa na mafua. Unajua jinsi ambavyo mafua yana kera. Yaani mfano mtu kazi kazini, kichwa kinauma, masa nyingine homa, masa nyingine kichwa kizito, uko darasani mambo ye. Mafua kuna namna, yani ugonjwa fulani unakufanya wewe uncomfortable. Sasa, mimi personally, hii ni mara ya pili napata mafua. Yaani nilipata mafua kama mwezi uliopita, sijui 3 4 weeks ago and then sasa hivi nimepata tena, I'm like no way jamani uh -uh. Haufi lakini unateseka uh -uh. So nimeenda nikasoma, so, I was just reading around kuangalia vitu gani vinasababisha. Moja hapo ni mabadiliko ya hali ya hewa, lakini kitu kingine, unajua kipindi cha mvua kama hivi au ukiwa na baridi, huwa tunakaa sana ndani, tunafunga madirisha, tunafunga milango, kwa hiyo hewa inakuwa haizunguki vizuri, au pati oksijeni ya kutosha. Kwa hiyo kama kukitokea na mtu mmoja tu mule ndani kati ya nyie mliojizunguka hapo, ana mafua akipiga chafya, akiwa anashika surfaces, anasambaza vile vijidudu, zile viruses, anasambaza akipiga chafya, ile matemate madogo yanayotoka, zile droplets, natoka na wale virus wanasambaa kwenye hewa kusambaa kwenye hewa kwa sababu madirisha yamefungwa, milango imefungwa, hewa haizunguki, tunaendelea wote kuvuta wote ambao tuko humo ndani. Kwa hiyo unakuta watu wote mnaambukizana kirahisi sana, tofauti na kipindi cha joto. Hata kama kuna mtu ana mafua, sehemu nyingi ziko wazi, hata ukienda sokoni, ambanani ile kujikinga na mvua. Kwa hiyo unakuta hewa inapita nyingi, sio rahisi kupata kama sasa hivi. So kwa sasa hivi mara nyingi tunafunga rooms, tunafunga milango madirisha, nini, tunajibanza. Ukienda kituo cha dada zima mlundikane hivi, ili usinyeshewe. So ni kwe, kwe, ingia Dr. Rafiki Africa YouTube. Um, utakuta kuna episode inaitwa msimu wa mafua unaweza je unawezaje kujilinda, ambayo nimeongelea njia mbalimbali unaweza kujilinda, kuanzia kwenye lifestyle, vitu vya kula na nini na nini.